Serikali haiko tayari kabisa kwenda kuchukua hela zake ambazo inazihitaji sana sana kwa ajili ya maendeleo ya jamii kuja kukipatia kiwanda ambacho kinapaswa kujiendesha kibiashara. Kwa hali hiyo basi, ninatoa maagizo kwa NDC kwa niaba ya serikali. Kwanza, hizo dola milioni 2.1 Mzitafute kwa njia yeyote ile ya kibiashara na msitarajie kiwanda hiki kiletewe tena ruzuku kutoka serikalini. Hela za serikalini zina matumizi yake na zinahitajika sana. Hilo la kwanza. La pili, serikali inatoa miezi mitatu kwa kiwanda hiki kutoka tarehe moja mwezi wa pili ksa yes, mwezi wa pili, wa tatu na wa nne inawatosha kabisa. Tafuteni hizo pesa, malizeni na wale wajenzi wenu ili kusudi mwezi wa tano kiwanda hiki kianze kufanya ka.